Rais wa Marekani Donald Trump amekataa mpango wa Israel wa kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Maafisa watatu wa, wa Marekani wameambia mshirika wa BBC wa Marekani CBS News. Trump aliripotiwa kumwambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba kumuua Khamenei si wazo zuri, kulingana na afisa mmoja Trump aliripotiwa kumwambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba kumuua Khaminei si wazo zuri, kulingana na afisa mmoja. Rais hajatoa maoni yake hadharani kuhusu ripoti hiyo. Mazungumzo hayo yanasemekana kutokea tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Iran siku ya Ijumaa. Wakati wa mahojiano na Fox News, Netanyahu hakuthibitisha moja kwa moja au kukanusha ripoti kutoka kwa Reuters kwamba Trump alipinga mpango wa kumuua Ayatollah Ali Khamenei. Kuna ripoti nyingi za uongo, za mazungumzo ambazo hazijawahi kutokea na sitaingia katika hilo, waziri mkuu wa Israel alisema. Lakini naweza kuwaambia kwamba nadhani tunafanya kile tunachokihitaji kufanya na nadhani Marekani inajua ni kipi kizuri kwa Marekani na sitazungumzia hilo. Afisa wa Israel aliambia CBS News kwamba kimsingi Israel haiwaui viongozi wa kisiasa, tunaangazia nyuklia na jeshi. Kidhani yeyote anayefanya maamuzi kuhusu programu hizo anapaswa kuishi kwa uhuru na urahisi. Israel ilianzisha kwa mara ya kwanza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran na malengo mengine siku ya Ijumaa. Nchi hizo mbili zimeendelea kufanya mashambulizi z makubwa kati yao tangu wakati huo na mashambulizi yakiingia siku ya tatu Jumapili. Katika chapisho lake la hivi karibuni kuhusu hali ilivyo Mashariki ya Kati, Trump alisema Iran na Israel zinapaswa kufanya mapatano akiongeza kwamba atawafanya wawili hao wasitishe uhasama kama vile ilivyotokea kwa India na Pakistan akiaminisha makubaliano ya hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili sasa, ndo hivyo eh, Donald Trump anaonekana kwamba eh, ametoa wazo la kusitisha eh, kumuua kiongozi wa Iran ambaye anajulikana kwa jina la Ayatollah Ali Khamenei, ambapo hii ni taarifa ambayo iliripotiwa na BBC. Mtazamo wako uko vipi? Niandikie maoni yako chini ya video hii. Hii ni Clouds Digital, jina langu naitwa Jimson Natson.